Familia moja katika kaunti ya Nyeri inalilia haki baada ya binti wao wa umri wa miaka saba kupatikana akiwa amenajisiwa, kuawa na kuzikwa chini ya kitanda cha mshukiwa mkuu wa kitendo hicho. Binti mwathiriwa Blessing Tamara aliripotiwa kutoweka siku ya Jumamosi. Margaret magret Kimathi ana taarifa hiyo tena kwa kina wake Majonzi Ni mamake Tamara Blessing alilemewa na uchungu wa kumpoteza mwanawe. Suzan Wanjiru anasema Tamara alitoweka Jumamosi mwendo wa saa 12 jioni alipokuwa akicheza sokoni, ambapo mama yake na nyanyake wanafanya biashara. Inasemekana mshukiwa alishiriki katika juhudi za kumtafuta msichana aliyetoweka, hivyo kushtua zaidi familia baada ya kuhusishwa na uhalifu huo ndipo tu alianza kumkosa, lakini nikaenda police station, nikaonekana by 6 alikuwa anaonekana akicheza na paka ya polisi fulani hapo wakiwa na katutu kaingine, but after that sijui kwenye, kwenye iliendelea, but nilikosa tu mtoto wangu mysteriously. Na ni mtoto anajitoaga shule anajileta tao daily, ni mtoto amelelewa huku Mamake aliripoti kisa cha mwanawe kutoweka katika kituo cha polisi, na picha za CCTV kutoka kwa majengo ya soko hilo zikaonyesha mshukiwa akitembea na msichana huyo kuelekea makazi yake huko mtaa wa mabanda wa Kiawara. Wakazi walielekea humo na kuupata mwili wa mtoto huyo ukiwa umezikwa chini ya kitanda cha mshukiwa mkuu. Tulitafuta mtoto huyu usiku hapa town mpaka saa 8 ya usiku tukiwa na watu wengi wa soko. Sasa tukaenda kwa jeda, watu wakaenda kwa jeda wakafungulia CCTV akamwona akiteremka na yeye. Wakiwa wamejawa na ghadhabu, wakaazi waliubeba mwili huo hadi kituo cha polisi cha Nyeri. Hali ya wasiwasi ilitanda mjini humo Jumatatu alasiri baada ya wakaazi kumtaka mshukiwa anayedaiwa kumuua kikatili msichana wa miaka saba achiliwe ili wamwadhibu. <coughs> Polisi walijibu kwa kufyatua vituo za machozi kutawanya umati huo. Biashara ziliathirika na kufungwa mapema. Mwenye alichukua mtoto wangu achukulie hatua na serikali E, namjua, anaitwa Mashana, ni mtu tunaongeaga na yeye, na mtu hata leo asubuhi aliniuliza masharia Al, niko aliniuliza umepata mtoto mara mbili asubuhi, akijua kwa ukweli yeye ndiye tu ako na mtoto wangu. Hiyo kitu inaniumiza sana. Kulingana na polisi, mshukiwa huyo Nick Mashari anafanya kazi kama mbeba mizigo katika soko la wazi mjini Nyeri. Polisi walipata jembe na vifaa vingine chini ya kitanda cha mshukiwa vinavyoaminika kutumika katika kumzika mtoto huyo. Mashari amefikishwa mahakamani hii leo huku uchunguzi ukiendelea. Hope mtoto wangu atapata the true justice, even Kenya there is justice.